Naam, mtazamaji wa Trend TV. Bwana huyu hapo si mwingine bali ni Konde Boy, na hii ni maeneo ya Kariakoo jijini Dar es Salaam ambapo Harmonize ameonekana leo majira ya mchana akiwa amepaki hapo gari yake, na watu walikuwa tayari wameshamuona, wameshamwona Harmonize akiwa anashuka kwenye gari. Hivyo basi kama unavyoelewa kwamba Harmonize akipitaga mitaa ya Kariakoo, lazima huaga na wapaga watu pesa, kutokana na kwamba huaga anakumbuka huko zamani awali alikuwaga na hiyo alikuaga maish, na maisha yake alikuwa yana yanategemea sana mji wa Kariakoo pale akiwa anafanya biashara za hapa na pale kama vile kuuza maji na misha nyingine kibao. So huwaga akipita akikutana na watu ambao wanapitia harakati hizo, huwaga anawapa pesa na hiyo ni moja kati ya sababu ambazo huwaga zinafanya watu wengi sana huwaga wanamfuata mara tu wanapomuona mita hiyo ya Kariakoo. Lakini pia vile vile kutokana pia na celebrity status ambayo yuko nayo, na sasa hivi unaelewa kabisa kwamba ni mmoja kati ya wasanii ambao wanatrend sana huko mitandaoni. So unaweza ukajiuliza kwamba ni kipi ambacho kimemfanya Harmonize awepo eneo hilo la Kariakoo? Bwana, kitu ambacho kimefanya Harmonize bwana awepo pale ni unaona kabisa alienda katika duka la vito vya thamani, yani ile inaitwa jewelry store e, bwana, yani sehemu ambayo wanauzaga vito vya thamani kama vile pete, vitu vya goldi, vitu vya almasi na nini. E, sehemu ambayo wanauza vitu vya thamani wanaitaga jewelry, au kwa Kiswahili rahisi watu wanasemaga sonara. Umeona, kwa hiyo alikuwepo ameenda wa kwa Sonara, tunaweza kusema hivyo kwa kifupi. Uh, lakini akawaambia pia mashabiki zake kwamba wamsubiri anatoka muda si mrefu. No, of course, alipotoka tena watu walikuwa pale wakiwa wanamsubiri. So ni moja kati ya moment ambazo zimewafurahisha watu wengi sana, kwamba Harmonize akikutana na watu wa vimbi uh, kama hivyo anazungumza nao maneno mawili matatu. Well, lakini hatujapata kumwona akigawa pesa kama ilivyokuwa kawaida yake, lakini at the end of the day, ukiwa kama mdau huweka maoni yako katika comment section ndio kwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.